Mwanasheria mashuhuri wa kimataifa Robert Amsterdam, raia wa Kanada na Marekani, ameeleza wasiwasi wake juu ya mwenendo wa haki na demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu 2025 nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa X ameandika: Tanzania, jukwaa linasafishwa, wapinzani wananyamazishwa, maandamano yanapigwa marufuku, viongozi wa kisiasa wanatupwa jela. Uchaguzi wa 2025 unakaribia lakini ni mwigizaji mmoja tu anayevukiwa. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu aliyefikishwa mahakama ya Kisutu na kusomewa shtaka la uhaini. Anadaiwa kuchapisha taarifa za uongo kuhusu uendeshaji wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, ukiukwaji wa haki na matumizi ya vyombo vya dola. Lissu anatetewa na jopo la mawakili sita. Wakati huo huo Amsterdam anasimamia kesi kubwa ya serikali ya Kongo kuhusu Kivu. Haya yanajiri wakati Tanzania ikijinadi kimataifa kama kisiwa cha amani na utawala wa sheria, lakini matukio kama haya yanazidi kuibua maswali kuhusu hali halisi ya demokrasia na uhuru wa kisiasa nchini. Kadri uchaguzi mkuu 2025 unavyokaribia, macho ya dunia sasa yanaelekezwa kwa Tanzania, ikiwa itaendelea kulinda misingi ya haki uhuru na usawa, au itaelekea kwenye mkondo wa wasiwasi wa kimataifa. Endelea kuwa nasi kwa habari zaidi. Mimi ni Fliday Mwangomare, hii ni CGTV Tanzania.